Mkoa wa Ruvuma unatarajia kupokea mwenge wa uhuru mnamo tarehe tisa mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano, na mwenge utapokelewa katika kijiji cha Igawisenga kilichopo halmashauri ya Madaba wilaya ya Songea mkoani Ruvuma. Hapa ni eneo ambalo utapokelea mwenge wa uhuru na mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano zinaanzia wilaya ya Madaba katika mkoa wetu wa Ruvuma, inaanzia wilaya ya Madaba katika kijiji hiki cha Igawisenga hapa tulipo. Katika kuhakikisha maandalizi ya kupokea mwenge wa uhuru yanakamilika, mkuu wa wilaya Songea, mheshimiwa Wilman Kapenjama Ndile ametembea na kukagua miradi yote ya halmashauri za Madaba na Songea vijijini ambayo itapitiwa na mwenge wa uhuru. Usafi unafanyika vanish, wanapaka mazingira, wamefyeka fyeka. Ni barabara pindu, tumeona ina dosari, lakini injinia wa TARURA atafuatilia kwa karibu akishirikiana na mhandisi wa halmashauri na comment yoyote hapa Akiwa katika halmashauri ya Madaba, mheshimiwa Ndile ameongea na wananchi wa halmashauri hiyo wakiwemo madereva bodaboda, ambapo amewataka na wananchi wa maeneo hayo kutumia fursa za kibiashara ambazo zinatokana na uwepo wa mwenge wa uhuru katika halmashauri hiyo. <tinyan> Mwaka huu tumepanga mwenge wa uhuru tuwaleteni hapa, utakesha hapa Amina. Sasa ukisikia mwenge wa uhuru nakesha hapa, maana yake ni fursa inakuja, ndio ni fursa kwa biashara. Wale ambao wanataka kufanya biashara, wenye kuuza supu wauze supu, wenye kuuza mahindi ya kuchemsha wauze wenye kuuza viazi wauze na wenye kuuza pombe wauze. Kwaiyo e, tutacheza hapa na kutakuwa na mashindano ya ngoma na sanaa, na mnatakiwa mmefanya vizuri, mmeanza mapema leo kwa mpaka tarehe kumi asubuhi ndo tutauaga mwenge rasmi hapa. Kwa upande wao wananchi wa halmashauri ya Madaba wamesema kuwa wanatumia fursa za uwepo wa mwenge wa uhuru katika kujiinua kiuchumi. Justin Muhanje Uh, ni mkazi wa kijiji cha Igawisenga, lakini tumejipanga kupokea u mwenge kijiji uh, chetu cha Igawisenga, lakini kama ni jamii kwa wingi ili kusapoti ili jambo bayo mwenge utaletisa uh, mwenge kuja kwetu sisi, una fursa kubwa sana mwenge. Kwetu una fursa kubwa sana, kwa sababu mwenge sababu tunasikia tu mwenge na n Tangaza kijiji chetu kiko mpakani na pia tuna vitu vingi ambavyo tutaona wageni wengi kufika hapa, na sisi kama kama kama Igawisenga, tutakuwa na rasilimali nyingi, tutakuwa na tutakuwa na parachichi, tutakuwa na niwa, tutakuwa na asali kwa wageni pia. Kwetu sisi ni mwenge una faida nyingi, katika utaweza kurekebishia utaratibu wa mipango yote ya kiuchumi. Pata kwa uraizi, mwenge, patabu, maoni mwenge, kwenye mwenge. pia Mweshimuwa Ndili ametembelea mashole wilaya ya Songea na kukagua miradi mbalimbali ambayo itapitiwa na mwengi wa uhuru ukiwemo mradi wa hekari sita wa shamba la vitungua kikundi cha Magesa Grupu ambayo alipatiwa msaada wa mashine wa kumwagilia kutoka kwa wazili wa kilimo Mweshimuwa Hosen Bashevja wapnd kilwakihj Nakumbuka ilikuwa mwezi wa tisa, waziri wa kilimo Hussein Bashe alikuwa anapita hapa na hawa vijana, ikawa bahati tu mimi nikasimamisha msafara kumwomba waziri aone shughuli ya vijana. Ilikuwa imelimwa eka moja tu hapa kiaka kimoja tu. Waziri akawaambia ni kusaidie nini? wale vijana akawaambia, mheshimiwa waziri, ukitusaidia vifaa vya umwagiliaji maji, hatutalima eka moja tu, tutalima zaidi ya eka moja Wambia basi nitamwona mkuu wa wilaya atawaleteni. Baada ya kama wiki mbili, Mheshimiwa Waziri Hussein Bashe akatoa mashine kubwa kabisa yenye usipawa kama arobaini hivi ya kutumia mafuta na mipira mirefu na sprinkler za kumwagilia maji akawaletea hawa vijana matokeo. Yake sasa ndani ya miezi sita, hii ndio kazi walioifanya toka kwenye ekari moja hapa panaweza kuwa kangapi? Ekari sita toka ekari moja sasa wamezalisha eka sita na hii mvua zinaisha mwezi huu, lakini hawana wasiwasi hawa vijana, kwa sababu watamwagilia kote kule, watamwagilia, wana maji pale pale pale, mbele wana kisima chao cha asili kinasukuma, wanaweka mafuta inasukuma, maji yanakuja huko kwenye matenki yale, matenki yanasambaza na sprinkler zipo, kwa hiyo Vitungu hivi wataviuza mji wa Songea, wataviuza mji wa Mbinga, watauza kule kule ziwani, ziwa Nyasa. Yes. Na huyu hapa ni mmoja wana kikundi cha Magesa Grupu, amesema, namshukuru, mshukuru mkuu wa Songea mheshimiwa Wilman Kapenjama Ndile kwa ushirikiano mkubwa ambao anaotoa na kufikia mafanikio. Tulikuwa tupo kwenye kazi yetu, tulishtuka tu, yeye amepita, bahati nzuri akasimama, tuombe changamoto zetu za hapa, tukamwelekeza akatusaidia. Kwa sasa hivi bado hatujavuna kama unavyokiona hivi ila, tunategemea kama ishara ya Mwenyezi Mungu atajali, kitakuwa vizuri, basi tutaangalia na kipato kwa hizo eka nane kuanzia mia mbili, kama endapo kitakuwa vizuri. Kitu ambacho nilikuwa nakiomba, waendelee kutushika mkono sisi vijana endelea kutufuatilia katika mitandato ya kijamii pale Instagram, Twitter na Facebook wenye na toka zamani TV. Pia usisaaku like na kusubscribe youtube channel ya toka zamani TV niutonendenda na hii ni toka zamani tv Tok